Anasema hivi, dada ni mzuri, ana shida kwa kuzungumza nawe kidogo. Anasema hivi, angependa zaidi leo hii mtoki muende kule lunch, kama vile mambo enjoy, angependa zaidi muende leo jioni, jioni. Sasa jamaa wangu, sasa si utakuwa mtihani, mimi nikitoka na huyo hapa, afu mimi ndo sielewi mambo kama haya anayoongea na mimi, sijasoma sasa. Mimi this this is com is you you are number are you ready say yes, nitafanya fanyaje mimi jamaa? no. okay